mtoni akiwa na meza mbuzi, aliwakosakosa kwa meza mbuzi wawili, na baadaye wakamtegea mbuzi, akanasa kwa yule mbuzi, wakaja mali asili wakampiga bunduki akafa. Lakini sasa hii kazi hatari ya nyoka ikaendelea kusikika kwamba nyoka, kuna nyoka, kuna nyoka, watu wakasema ni maneno ya watu. Lakini sasa leo hii ametokea kwenye mji wa mtu nyuma ya mtani nayoishi, kwenye mji wa mama mkazi nyoka ametokea pembeni yake na kuku wake aliofuga pale, nyoka akamdaka jogoo na kumuua. Ndipo yule mama aliposikia kuku wake analia, akapiga yowe, majirani na balozi na wananchi wote tukakimbia kwenda kule eneo la tukio, tukakuta nyoka bado ni mzima na kuku yule ameuawa, yuko pale pale na nyoka alipo. Baadaye wananchi mmoja akashika mkuki, akawa amempiga yule nyoka, amemchoma na ule mkuki, na mwenye panga akawa amemkata na panga, yule nyoka akafa. Kwa hiyo ombi letu sisi wananchi, hasa sisi wakina mama, tuna watoto wadogo wadogo, serikali iingilie kati hili jambo, kwa sababu saa hizi ni, ni kuku itaonekana hana maana yoyote, mbuzi itaonekana ni mnyama tu, lakini sasa itakapofikia kwa binadamu, wakati mwenzetu mmoja atakuwa analia amepotelewa mtu wake, ndipo serikali isimame sasa kutetea hao waliobaki, tayari itakuwa ni maumivu kwa yule aliyekosa. Kwa hiyo tunaomba serikali ifuatilie hili, kabla hata yule binadamu hajaasirika yoyote. Wakati huu tunaonyeshwa ameasirika kuku, ameasirika mbuzi. Ndo wakati uzuri, safishwa, mkoani, wa sisi kujiandaa hili eneo. Uzuri tuna wanajeshi mali asili wapo, tuna kituo cha polisi jirani, kwa hiyo tunaomba waingilie kati huu mtu atakaposafishwa na kubaki safi, maana huku ni mkoani alafu hii ni manispaa, utakapobaki safi huu mtu tayari hawa nyoka watahama, hawatakaa tena kwenye hili eneo. Tunaomba sana tusaidie, maana tuna wanafunzi huku wanasoma ni wadogo wadogo, na yule nyoka ana uwezo wa kumeza mtoto kuanzia miaka mitano kushuka chini, na wapo nyoka nyoka wakubwa wanaweza kumeza watu wakubwa. Watakaposafisha wale nyoka wote wataonekana wenye kuhama kwenda mbali, wataenda mbali. Kwa hiyo tunaomba serikali tusaidie. Naitwa Antoni Pascali, natokea maeneo ya Kasimba. ili ni tukio la tatu kumwona chatu katika mazingira yetu, makazi yetu. Chatu huyo tumepata kumwona takribani karibia majuzi, kutu hapo, huyo chatu alikuwa akitembelea maeneo yetu katika makazi yetu hayo. Ilikuwa ni majira ya jioni majira ya saa 7 mchana. Chatu huyo alitokea maeneo ya nyumbani kwetu kwa mama yangu mimi pale nyumbani. Tulikuwa tumekaa chini ya mti, bahati mbaya yule chatu akawa amemkamata kuku pale jalalani. Baada ya kumkamata yule kuku jalalani, ile basi nikawa nimeingia ndani kuchukua yule mkuki na basi kama jamaa watatu hivi nikawa nimewaita pale nyumbani. Tulikuwa kama watu wanne, hivyo nikawa nimemuita na balozi wa mtaa wetu basi kwa sababu tuliona mpaka serikali labda ifike tuweze kutusaidia na wananchi, tuna tukio kama hilo, so lijaisia hapo ndio, e limeanzia hapo. Ikabidi tuchukue tu mamlaka kumzuru ile chatu, hivyo basi uweze kumshambulia. Hatima yake kama hivyo, jinsi mnavyomuona chatu, ndio huyo. Kwa majina naitwa Vitus Stefano Kazonde, barozi wa mtaa. Huko nyuma kuna chatu ambao tulimuua miezi miwili iliyopita basi walikuja wanyama pori, basi wakaja kumuua kwa bunduki ya hapo ng'ambo, chini ya mto huyo nyoka. Basi tulipomuua, basi mwenyekiti akawa amejiridhisha kupeleka huko kwa viongozi, kwa mkuu wa wilaya pamoja na mkuu wa mkoa, kwenda kujiridhisha kwamba ni kweli ndio anazuru watu pamoja na wanyama. Lakini kuna nyoka mwingine walimwona huko jeshini, alikamata mbwa lakini bado nyoka wanazidi kuja katika mto huu, kama mnavyoshuhudia, nyoka ni wengi kwao. Tunaomba serikali iweze kutusaidia nguvu, hasa jeshi la kujenga taifa basi lije tusaidie, kwa sababu wao wana nguvu katika sauti zao, wanaweza wakafanya jambo likawezekana ndani ya mto huu, kuwakimbiza hao nyoka na kuenda mbali zaidi. Hofu yetu kubwa ni ku kumezwa mifugo, kumezwa watoto wadogo wanaovua mitoni humo. Maana watoto wengi kwa dogo kama wanavua humo, hata wakubwa wanavua samaki. Kwa jina naitwa Frenki Richard, mimi ni mjumbe mtaa huu wa Kasimba. Nyoka hawa tunavyofahamu, nyoka yoyote au kiumbe chochote design hii anakuja kutokana na eneo lilivyo, hususa ni maeneo machafu maeneo machafu, nyoka hao wanakuja kwa wingi, kwa sababu hata kikiwepo hapo ni kazi sana kukiona, lakini kama ni peupe lazima utakiona kwa uwepesi. Nyoka huyu ni nyoka hatari sana, kwa sababu nyoka huyu ana uwezo mkubwa, ana uwezo wa kummeza hata mtu mzima, lakini akiwa katika umri wake wa kummeza mtu mzima. Na naitwa Bernard Elias Nswima, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Kasimba. Uh, ni kweli kumekuwa na taarifa mbalimbali za wananchi kwamba kuna nyoka ambao wamekuwa wakisumbua wananchi kwenye maeneo ya mto huu wa Kasimba. Na leo wananchi katika kupita tu, wakamwona nyoka huyu akiwa kando kando ya nyumba ya mtu akiwa anavizia mifugo. Na alikuwa tayari ashaua kuku, jogoo na anaelekea kummeza sasa. Ndipo wananchi hao wakawa wamechukua silaha na kuanza kumshambulia nyoka huyo na kufanikiwa kumuua. Aa, kwa kuwa tayari taarifa hizi zimekuwa nyingi sana na wananchi wanaendelea kusema kwamba nyoka bado wako ni wengi sana na mimi mwenyewe nikiwa nimeshuhudia nyoka mwingine akiwa anameza mbwa na akakimbia na, na na naye ambaye ni mkubwa kuliko huyu. Kwa hiyo naamini huyo nyoka bado yupo na wengine pengine bado wapo. Tunaomba kutoa rai kwa wananchi kwamba wale wanaoendelea kutumia mto huu kwa matumizi mbalimbali, wengine wanafulia ndani ya mto huo, wengine wanaogelea ndani ya mto, lakini wengine wanakatisha katikati ya huo mto kwenda kwenye ng'ambo nyingine, hususan wanafunzi wa shule ya msingi na sekondari. Kwa hiyo tunaomba tutoe rai kwa wananchi kwamba waache kabisa matumizi ya mto huu hatari, kwa kuwa tuna vidhibitisho kwamba nyoka hawa bado wapo, tena ni nyoka hatari ambao wanameza kama hivyo mifugo, kama nyoka anaweza kumweza mbuzi kama yule aliyemezwa kipindi kile, maana yake kumeza mtu kama mimi pia ni jambo la kawaida kabisa. Kwa hiyo tunatoa rai kwa wanafunzi, lakini kwa wazazi waendelee kuwasihi wanafunzi, lakini hata sisi watu wakubwa pia tuache kabisa matumizi ya mto huo, kwani ni mto hatari sana lakini pia katika jitihada za serikali kuhakikisha kwamba wananchi wanakuwa salama, uh, tuwasihi pia wananchi hasa hao wenye wako kando kando ya mto uh, milango yao iwe imefungwa muda wote, kwa sababu nyoka anaweza pia akapesuka akaingia kwenye nyumba ya mtu kingali watu hawapo, pengine unashangaa, usiku umeingia kulala, unakuta nyoka yuko kitandani. Kwa hiyo ni vyema wananchi wakachukua tahadhari kufunga milango muda wote, lakini pia kuwasihi watoto na kuwa waangalifu kwa mifugo yao na watoto wao lakini kama serikali tumechukua jitihada za kuweza kuhakikisha kwamba wananchi wanakuwa salama, ikiwa ni pamoja na tumetangaza aa, siku ya Alhamisi ya tarehe ishirini na saba mwezi wa tatu elfu mbili na ishirini na tano itakuwa ni siku maalum kwa ajili ya kufanya usafi kwenye huo mto. Kweli mto huo ni mchafu, una manyasi mengi tena marefu. Kwa hiyo tumewatangazia wananchi kwamba siku hiyo ya alhamisi Asubuhi saa moja, kila mwananchi mwenye panga, mwenye slesha, mwenye jembe, kuhakikisha kwamba tunakutana maeneo haya ya mto, ili tuweze kufyekafyeka mto huu, kupunguza manyasi na mapoli yaliyopo, ili kuhakikisha basi usalama wa wananchi wetu unakuwa hata kama nyoka wanakuwemo maeneo hayo, lakini pia uh, tukifyeka maana yake hata wananchi wanakuwa ni rahisi kumuona mapema kabla hajaleta madhara <mulia>